Kuntum khaira umma, mmekuwa ni umma bora. Ukhurijat linnas, metolewa kwa watu. Umma zimetangulia nyingi, lakini nyinyi ni umma bora sana. Kwa nini? Taamuruna bil ma'ruf, islam, mnaamrisha mema, ili watu wawe muslimuna, wawe wema, watengenezaji. Taamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, na nyinyi umma huu, siku zote mnakataza uovu. Na kama wema utaenea katika ardhi, huko ndio na wa kutengeneza. Na ikiwa uovu

Basi nyinyi mmekuwa kazi yenu ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Kun musliha, kuwa wewe ni mtengenezaji ndani kwako, kwenye mtaa wako, kwenye familia yako, bali kama wewe ni imamu kwenye msikiti wako, bali kama wewe una wadhifa, kuwa pale uliko ni mtengenezaji, si mharibifu. Leo tuna wavurugaji wengi kuliko watengenezaji, na ndio kwa maana tunapata tabu sana na shida imekuwa kubwa. Safu yetu haitulii kwa sababu waharibifu wameongezeka. Alislah laha fawaid, islah ina faida kubwa. Mtu ap au jamii inapokuwa inaishi yale maisha anayo yataka Mwenyezi Mungu. Sababun lidari albalai walalak, Mwenyezi Mungu anaondoa balaa. Wa dhanka anil mujtamaat na Mwenyezi Mungu anaondoa dhiki kwenye jamii, kusikii maneno si hali ngumu si nini, huyasikii haya. Wama kana rabuka liyuhlika lqura, hakuwa mola wako ni mwenye kuangamiza mji. Bidhulmin wa ahluha muslihun, hali ya kuwa watu wake ni wenye kutengeneza na hawafanyi dhulma. Ala, hawezi kuangamiza. Na ukijaribu kutoka tu kidogo, umahuu hautopona mbele yao, sababun

Al-usra ni sababu ya umma family, pia kushikana familia. Ikikosekana islah, basi familia haiwezi kukaa pamoja. Fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair, hapana ubaya pale wanapoona kuna migogoro inataka kujitokezea baina yao na kuna shida inataka kutokezea, kabla ya kuita mtu mwingine, wao wawili wakae wafanye sulhu, na sulhu ni bora. Islah ndiko kutengeneza, sulhu ya wawili ili inaweza ikatimia tena vizuri pale watakapokuwa wanaenda katika misingi ambayo Allah anawataka. Nyinyi mwasikia kuna lugha, unasikia wana diplomasia, hawa ni watu wapatanishi wa kimataifa. Jambo hili kwenye Uislamu ndiyo asili, yaani angaa kwenye mji hapatikana hata mtu mmoja au watu wawili wanashughulika na mambo ya haya ya diplomasia, lakini kwenye dini leo maendeleo yana ya, siku zote yanaporomoka. Kwa ajili ya mivutano leo, kuna vituo vya elimu vimerudi nyuma, vingine vimefungwa kabisa. Nyote mmenyamaza kwa sababu nikisema, nitalaumiwa. Unawaogopa, unawaogopa wanadamu, unaacha kumwogopa Allah. Ila kama tunasubiri hukumu yetu kwa Allah, basi tujikabidhini kwa Allah. Kama amtaki tubadilike. <coughs> Idhan kunu muslihin, kuweni ni watengenezaji, wala takunu mufsidina, wala msiwe ni waovu waharibifu.